Profesa Mohamed Janabi ametangazwa rasmi kuwa mmoja wa wagombea watano wa nafasi ya mkurugenzi mkuu wa kanda ya Afrika wa Shirika la Afya Duniani WHO. Taarifa hiyo imetangazwa rasmi katika ukurasa wa mtandao wa shirika hilo la Afya Duniani. Kwa mujibu wa tangazo hilo lililotolewa na ofisi ya WHO kanda ya Afrika, majina ya wagombea hao watakaoshiriki katika mchakato wa uchaguzi Mei 18 mwaka huu ilichakatwa na mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Janabi, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili MNH, anawania nafasi hiyo akiwa sambamba na wagombea kutoka nchi za magharibi mwa Afrika. Orodha ya wagombea ilishirikishwa na nchi wanachama Machi 14/2025. Mbali na Tanzania, nchi nyingine nne ni Ivory Coast, Togo, Niger na Guinea nazo zimewasilisha wagombea Wagombea hao ni pamoja na Dr. Ndakonan Michel Yao kutoka Ivory Coast, Dr. Dlame Mohamed Lamine kutoka Gini, Dr. Bureima Hama Sambo kutoka Niger na Profesa Mijiawa Mustafa kutoka Togo. Baada ya kifo cha aliyekuwa mteule wa nafasi hiyo Dr. Faustin Ndugulile aliyekuwa amechaguliwa kuwa mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani WHO kanda ya Afrika, Tanzania ilipendekeza jina la Profesa Mohamed Janabi kushika wadhifa huo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na uchaguzi huo.